Mfalme Dario. Sasa huyu mfalme Dario akapelekewa tena mashtaka. Ndio maana hapa ukisoma hapa chini utakuja kuona wanapeleka sasa nakala ya mashtaka kwa mfalme Dario, mstari wa sita, wanasema hii ndio nakala ya waraka waliompelekea mfalme Dario. Kwa hiyo wanapeleka tena mashtaka. Lakini walipopeleka mashtaka kwa mfalme, mfalme akasema, hapana, hebu tutafute usahihi. Hii nyumba kwa nini inajengwa sasa? Hao wakasema hii nyumba inajengwa kwa sababu mfalume yuko, mfalme Koreshi alishaandika waraka wa kujenga huu hii nyumba. Wakatafuta sasa hizo nyaraka mfalme Koreshi, je kweli aliruhusu? Ukisoma kwanzia ule mstari wa sita anasema, angalia ule mstari wa sita mashtaka yameenda kwake mfalme Dario. Basi sasa ninyi, Tatenai liwali wa ng'ambo ya mto huyu ni mfalme anasema, na shetali shetari bozenai na hao wenzi wenu wa Kiajemi mlio ng'ambo ya mtu, jitengeni na mahali pale, iacheni kazi hii ya nyumba ya Mungu, msizuie wacheni. Liwali wa Wayahudi na wazee wa, wa Wayahudi waijenge nyumba hii ya Mungu mahali pake. Tena natoa amri Anawaagiza wale wale wanaoipinga ile nyumba ya kujengwa, anasema tena: natoa amri kuwaagiza ninyi mtakayowatendea wazee hao wa Wayahudi kwa kazi hii ya kuijenga nyumba ya Mungu, katika mali ya mfalme, yani katika kodi za nchi iliyo ng'ambo ya mto, watu hao wapewe. Unaona, yani kodi yote itolewe kwa ajili ya kupewa wanaojenga nyumba ya Mungu. Wanaagizwa wale wale wanaotumiwa na Shetani, yaani maanake Shetani anaamrishwa, anaambiwa sasa, huwezi ukazuia tena hiyo nyumba. Anaendelea, anawaambia na kila kitu wanacho wa, wanachokihitaji katika ng'ombe wachanga na kondoo waume ume na wanakondoo kwa sadaka za kuteketezwa watakazomtolea Mungu wa mbingu, na ngano na chumvi na divai na mafuta, kama makuhani walioko Yerusalemu watakavyosema. Na wapewe vitu hivyo vyote siku kwa siku, msikose kuwapa, amlio wapate kumtolea Mungu wa mbinguni sadaka zenye harufu nzuri na kumwombea mfalme, na wanaye wapate uzima. Haleluya, yeah. Wafalme wanatakiwa waombewe. Ukiona mtu anakwambia usimwombee rais wa nchi, nisikilize, usajili wa kanisa rais ndiye anayepitisha.